Msichana, kwenye umri wako wa miaka kumi na nane mpaka miaka ishirini na tano panga wanaume, yani usiogope kuwapanga wanaume. Uwe na listi yako ambayo utatembea nayo, sio kwa ubaya. Wanaume wao wajanja sana, wanakuwa na listi zao kwenye huo umri, listi za wanawake ambao wanawatumia wanawake wasiojielewa, wasiojipenda, wasiojua wanataka nini in this world. Na mwisho wa siku anaibuka na mwanamke mmoja ambaye mwenye mipaka, anayejiheshimu, anayejipenda, mwenye vision ya maisha. Sisi wanawake tunatishwa, unakuta mwanaume anakutishia, mbona wewe kama malaya, mbona wewe kama unapenda una, una, sana pesa, mbona yaani anakuletea vitisho. Usitishike kwenye umri wako mdogo, ndio umri wa kujidai. Panga listi yako, baby girl. Panga listi, yaani usiogope kuitwa malaya, usiogope kuitwa unapenda pesa, usiogope kuitwa shangingi, usiogope majina yote, mdogo wangu, panga wanaume utakavyoweza. Mwisho wa siku atakaye ibuka kidedea, utakaye muibua kidedea, ni yule ambaye ataweza kukidhi vigezo na masharti yako. Yaani usiloe standard zako kwa sababu tu ya kuogopa kuitwa malaya, yaani unatishwa sasa wewe unaamua kushusha standardi zako kwa sababu ya kuogopa, wataniona mimi malaya, wataniona mimi ni muhuni, wataniona mimi napanga sana wanaume, wataniona mimi napenda pesa maidia, unayejipoteza ni wewe. Kwenye umri wa miaka thelathini na zaidi utarudi kujutia huu umri wako ambao ungeweza kujidai na kutulia na kuweka mipaka na maisha yako na kuwa na msimamo wa maisha. Yaani, msimamo na mipaka vitakuokoa msichana wa miaka kumi na nane mpaka miaka 25 yani kuwa na msimamo, yani usije ukashusha standardi zako kwa kuogopa maneno ya wanaume. Vile ni vitisho kama vitisho vingine. Baby girl, jiangalie. My dear, love you.